Tumejionea kazi zinazoendelea, tumepitishwa hapo, tumeambiwa hii stendi itatoa huduma kwa mara moja, mabasi yasiopungua mabasi makubwa na madogo yasiopungua mia moja. Huu ni ukombozi mkubwa sana kwa watu wa Chunya, tujipigia makofi mengi sana. Lakini pia kutakuwa na huduma za magari madogo ya abiria yanayozunguka hapa mjini, wanaita town trip, zitakuwepo hapa na sehemu yao tumeambiwa kutakuwa na sehemu ya kupaki pikipiki piki na bajaji ndani ya hii stendi, lakini wametuambia pia watazingatia wafanyabiashara wadogo, mamalishe, machinga, bodaboda au kuna maeneo yao ambao wameshawatengea hapo. Kwa mimi naona wamezingatia watu wote kwa mstakabali ya kwamba pamoja kwamba na stendi, lakini shughuli za uchumi ziendelee kufanyika hapa na watu wapate kipato na ndio malengo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, alitoa ahadi ya kuwajengea wanachunya stendi ya kisasa ili watu wote waweze kunufaika na stendi, lakini pia kupitia stendi watu waongeze mapato kwa kufanya biashara. Makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, nakupongeza sana. Tunarudia tena, mheshimiwa DC na watendaji wako, kuanzia asubuhi leo tunakagua ni mradi wa tatu, lakini kote tunaona kwamba kuna mafanikio makubwa na tunaamini watu wa Chunya wananufaika kupitia uwepo wako na timu yako. Msimamizi mkuu wa mradi huu ni halmashauri ya wilaya Chunya, ambapo mkurugenzi mtendaji ametoa kamati za usimamizi na ufuatiliaji. Mwandisi mshauri elekezi halmashauri ya wilaya Chunya imempata na kumwajiri mshauri elekezi wa mradi ambaye ni Malki Consultant Limited, ambaye ndiye msanifu wa mradi. Hatua za mradi, hatua zilizofanyika mpaka sasa, mheshimiwa mwenyekiti, cha kwanza ni kutenga eneo lenye ukubwa wa mita za mraba 3 ambazo ni susana na ekari 13, lakini pia tulimpata mshauri elekezi ambaye ndiye Maliki Consultant. Tulisanifu usanifu wa mradi na upimaji udongo, ramani, michoro na viwango vya bei, BOQs. Lakini pia tuliwasilisha maandiko ya mradi ngazi za juu, ofisi ya katibu tawala mkoa ora TAMISEMI, tume ya mipango na fedha